Jicho ni kiungo mojapo sensitive sana, ina mishipa ina ina mishipa ya fahamu na mishipa ya damu. Ah, zile dawa da za kienyeji au ambazo tutasema tiba mbadala hazijathibitishwa kitaalamu, ukizitumia kwenye jicho zinaweza kusababisha hata usipo, usione kabisa katika maisha yako, na hata tukafanya operation tukaishia kuondoa jicho. Sasa ukifanya hiyo yote unaishia nini? Unakuwa na ulemavu wa kutokuona mpaka mwisho wa maisha yako yo ni watake wale wanaenda kwenye waganga wa kienyeji wanatumia tiba mbadala. Wengine unakuta tu ame, ameambiwa na baba zake bibi zake babu zake, tumia dawa hizi zitakuponya. Hakuna dawa nyingine za kuponya kwa matatizo ya macho zaidi ya kutumia utaalamu huu kama aliyoleta Mheshimiwa Spika, ambao pia hata sisi tumejifunza, lakini ni utaalamu pia ambao tunautumia pia katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Changamoto ya macho ni kubwa sana. Ukienda hospitali yetu Igawilo ya mkua, ya ya mkua, utakuta wagonjwa wapo wengi. Nenda hospitali yetu ya mkoa ya rufaa ya mkoa utakuta wagonjwa wa macho ni wengi. Ukienda hospitali yetu ya rufaa ya kanda Mbeya utakuta wagonjwa wa macho ni wengi. Huduma inayotolewa hapa sio huduma moja. Hapa kuna wagonjwa wa macho ambao watapewa dawa, kuna wagonjwa watapewa miwani, kuna wagonjwa watafanyiwa upasuaji yote hao yanafanywa na wataalamu hawa kwa umoja wao. Sasa vyote hivi vinahitaji fedha. Sasa wako wadau wa wa hao ambao wametoa hizo fedha, ndio hao niliowataja. Kwa kwanza kabisa walipokuja hawa ndugu zetu waliweza kuhudumia zaidi ya watu elfu tano mpaka wanaondoka na watu ambao walifanyiwa upasuaji, wengine wa changamoto mbalimbali za macho, wengine walikuwa na mtoto wa jicho, wengine walikuwa na changamoto zingine za ukungu na mambo kama hayo walifanyiwa upasuaji watu kama mia mbili sitini hivi. Kwa hiyo yeyote mwenye tatizo usiwe na wasiwasi, wewe uwe na utulivu wako, tayari hapa kwa ajili ya kukuhudumia, na unahitaji miwani, utapewa miwani na hao. Uzuri wao miwani waliokuja nayo, ikitokea imeisha, wanaagiza mingine. Hao tumejikita kuja kutoa huduma kwa mwanambea, na hii yote imewezekana tu kwa kutokana na ushawishi mkubwa wa siku nyingi au wa zaidi ya miaka miwili au mitatu, ambao ni kuwa na mwenyeji wetu hapa, mheshimiwa spika, na tuliridhia baada ya kuona upendo wake mkubwa kwa wananchi wa Mbeya. Tumekuja kutekeleza yale ambayo tumekuahidi, na tutahakikisha tunayatimiza ambayo yale malengo ambayo tumeyaweka Mungu akitujalia inshallah, katika vitabu vikuu vyote Biblia na Qurani pia nisema, ibada mojawapo kubwa ni kumhudumia mwenye mmoja wako. Kwa hivyo mnachofanya ni mnafuata na nyaya sahihi kabisa vitabu takatifu. Tunashukuru kwa ujio huu, tunamshukuru mheshimiwa Dkt. Tulia kwa kutuletea watu hawa kwa ajili ya kutusaidia ili na sisi tuweze kupona macho kwa gharama nafuu za bila malipo Gharama ni kubwa, kwamba unaweza ukapata matibabu kwa ajili ya kutibiwa macho, unaweza kupata dawa, lakini unapokuja kipengele cha miwani gharama inakuwa ni kubwa, unaweza ukaanzia laki moja, laki moja na nusu. Lakini hapa tutapata miwani bure na tutapata matibabu bure kipekee. Nimejaribu kwenda kwenye hospitali mbalimbali mbali, kwa ajili ya kupata vipimo, lakini ilikuwa changamoto sasa kwenye gharama zile za miwani, sababu miwani hii inayotumiwa nayotumia hii hapa ambayo nimepewa hapa leo bure ina inagharimu shilingi laki tatu na elfu hamsini. Sasa binafsi kama mimi nilikosa hiyo shilingi laki tatu na elfu hamsini lakini hapa nimepatiwa miwani hii bure. Namshukuru uh, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia hawa Bilali Muslim uh, Tanzania ambao wamejitokeza kwa ajili ya kugharamia uh, hii kambi ambao na sisi tumekuwa miongoni mwa wanufaika siku ya leo.